Iko vizuri anasonga sana mm. Mungu anasonga. Eh, anasonga. Tunashukuru mm, Mungu sana kufika siku hii ya leo mm. Mchungaji, mambo ni mengi sana Dabi ya Kariakoo imezalisha mambo mengi sana, mpaka hivi sasa tunavyozungumza mimi na wewe Young Africans, kutoka kudai alama tatu eh, kwenye mchezo wa Machi nane, Dabi ya Kariakoo mpaka kufikia viongozi kwa Yanga uh, ujue sasa hivi wanao kama wanaweweseka. Young Africans hivi sasa wanaweweseka, no, hawajui uh -huh. wanachodai mm. Kila kitu wanakuta wao na paramia tu. mm. Walianza na pointi tatu wakahama kwenye pointi tatu, waka mm. wakaenda kasi. Walipoenda kasi wakarudi yeah, tena hapa, kurudi hapa tarehe ikapangwa na, na bodi ya ligi, bodi ya ligi kupanga ile tarehe, wanasema wachezi, wakawa wanapiga kelele wenyewe. Hatuchezi, wakaongeza hatuchezi ngo. Hao hao Yanga hao. Mwisho siku wameitwa na, na bodi mm. waje waje ah, oh, mm. wame waje waje waje wajenge mm. Bodi wamesema msimamo wao kwamba tarehe 15 mechi bado iko pale pale. Sasa Yanga wanazidi kuwezeka sasa. Mm. Wanatoka pale wanaitisha press tena wanakuambia sisi hatuchezi na mechi zingine sisi hatuchezi. Mm. Sasa haya mambo yanamhusu nani? Haya mambo tuhusu sisi haya. Mm. Uje usije uwanjani mtakapopata pointi. Narudia tena. Mm. Pointi timu ziko kumi na sita za ligi kuu. Timu moja kama haitashiriki timu zingine zina shiriki. Mm. Si unielewa mpaka hapo? Okay. Kwa hiyo leo mtu akinitishia kwamba hatutacheza mechi mbili. Mm. Timu tutacheza mechi tatu. Mm. Ile si yeye tusaini chochote. Yanga alete timu siku sikui wasilete amuhusike atapoa pointi tatu mechi ziizozizobaki ambazo kwa kwa maelezo yaya ya ya msemaji ni kwamba hizo mechi zizobaki hatacheza, si ndiyo? Hivyo, kama hata cheza hizo mechi zizobaki mtu atapaa pointi tatu, timu ziko kumi na sita shehe, timu haiko moja. Kwa hiyo yee akisema na kapembeni, huwe atapoa point, na maisha fanyaje, yataendelea na nikwaeleze. Saa hiyo ndiyo yanga wasipende kutisha bodi ya ligi Young Africans, wasipende kuwatisha bodi ya ligi. Ni kama wanawatisha bodi ya... wanawatisha, na wanataka kwamba wao, bila wao ligi ichezeshwi. Hiyo kitu hakipo. Leo kitoka Yanga kashushwa daraja na CAF na FIFA, ina maana ligi itaendelea. Ligi itaendelea kama kawaida. Wewe unaweza kutoka kwenye press kutuambia mechi tatu hatuchezi. Kama huchezi, wengine wataendelea na maisha, mm. Watapata pointi tatu. mm. Wameenda mbali zaidi wamesema kwamba CRDB finali hawachezi. mm. Acheni kucheza. mm. Mchungaji tutafikia hapo kwenye CRDB kwa namna ambavyo kwenye kulimulika. Young Africans hivi sasa Eh, tumezungumza kwenye kudai alama tatu mpaka kufika, eh, viongozi kujiuzuru. Ni kweli Young Africans wanaweza wanapata wapi nguvu ya kuwatisha bodi ya ligi kujiuzuru kisa Young Africans, na akaenda mbali kusema kwamba, eh, Wilson Kidau, eh, yeye akiwa kama kwa namna ambavyo akiwa, eh, anawasimamia waamuzi kwamba ameona kuna madudu mengi ambayo yanaendelea, kwamba na wao wamemtaka ajiuzuru. Inahusishana vipi kutoka kwenye dabi ya Kariakoo mpaka Wilson Kidau kujiuzuru? Na ndio hivyo, waandishi wa habari mgundue hmm. Sasa wakina Kidau wanahusiana vipi? Hivi si eh, wa wana vipi ya wala ligi na mm. bichezo, shida manake, Afrika, na iko wapi Afrika? Kuna jambo lao lao lingine tofauti na hili ambalo wanaficha mm -hmm. Inawezekana mm. wana wana kilini wanajua kitakachotokea mm. wana, nawaambia tena Yanga siwatishe. Yanga kama watacheza ligi mm. ligi itachezwa, na bingwa utapatikana, na mshindi wa kwanza atapatikana, wapili mpaka watatu, sio lazima yanga awepo. Mchungaji, ni kweli Wilson Kidau anapaswa kujiuzuru, kama kweli Ali Kamwe anavyosema kuna madudu mengi kwenye mechi zinazoendelea, marefa kujirudia, rudia. Nasema hivi yeah. na nitashangaa sana, narudia tena, nitashangaa sana mm. kama kuna kiongozi wote wa TFF kuanzia katibu mkuu alafu akajiuzuru mm. bodi ya ligi akajiuzuru. Mm. nitashangaa sana katika kipindi ambayo Modia Ligi wamesomea kanuni mm, kwa mara ya kwanza ndio kipindi hiki mm. Msimamo ulaoweka mm, ni ule ule kwamba tarehe kumi na tano hautabadilisha tarehe kwa mm, sababu nimesikiza msemaji anasema hivi ipangiwe tena tarehe nyingine. Niye nani? Tarehe ipelekwe mbele ipelekwe ndani, kama nani? Timu kumi na sita ilalamika timu moja wao, wamekuwa akina nani kwenye nchi hii nchi hii ni watu wote. Nchi hii inachokusema, kwamba Yanga, isipokuwepo ligi haichezwi. Nchi hii ni vilabu vyote unavyoona, Mtibwa, unavyoona Kagera, unavyoona Namungo, unavyoona Mbeya City, haina tofauti na Yanga, sema Yanga labda tofauti yake yeye ana ana shabiki wengi, ndio hilo tu. Lakini ile tuzuii kwamba eti wakina Juve wamekuwa kushuka daraja. Juve ni timu kubwa imeshuka daraja, itakuwa Yanga Afrika. Kwa hiyo yeye asipokuja, asipokuja maana yake Yanga atashika nafasi ngapi? Juu ana atanyanganywa pointi 45 yeah, za mechi tatu ambazo hatacheza yeah. Alafu atanyanganywa yeah. Sio ata, ata na tano hapo tukipiga hesabu, Yanga atakuwa na pointi 29. Yanga Africans atakuwa na, kwa hesabu, kwa hesabu iko hivi atanyang'anywa mm -hmm. pointi 15 mm. atanyang'anywa pointi ngapi? arobaini na tano mpaka mm. so, hapo ah. yani toto atakuwa pointi 45 we atakuwa ata, ata, ata, ata eh, na pointi ishirini eh. na yof, na akiwa na pointi ishirini na tisa itabidi kina nani Kilim na kina Mbeya City kama kuna dalili ya kupanda au ya kushuka mchungaji, ya kubaki au ya kushuka. Nakueleza tena, hiyo tarehe 15 usipokuja tano asipokuja mechi tatu asipocheza, atanyang'anywa pointi arobaini na tano kwa mahesabu yanga, atabaki na pointi ishirini na tisa. Akibaki na pointi ishirini na tisa atacheza Befu na wenzake yeah, ili abaki ama shuke daraja, daraja. Wewe unaelewa paka hapo. Kwa hiyo sheria imenyooka. Mm. Wote rekodi mathalo sipo kuja ndio kitakachoendelea hicho. Kwa hiyo mimi, mpaka leo bodi ya ligi nitashangaa sana mtu akijiuzuru. Naomba urudi hapa. Bodi ya ligi nitashangaa sana mtu akijiuzuru. Nitashangaa. Nitashangaa sana. Uh -huh. Na mtaona bodi ya ligi ina, ina matatizo makubwa sana kama utajiuzuru. Uh -huh. Mnajiuzuru kwa lipi wakati tunasema sheria? Uh -huh. Watu wametoka wameenda kasi. Uh -huh. Msikizo kwa makini. Hii surudi tena. Watu wanaona wanaonewa. Mm. Sumewa? Wameenda wapi? Kasi. Kasi, Kasi wamembeje. Sisi hatuwezi kuhukumu bila kuwa na nakala kutoka wapi? Kwenye bodi ya ligi. Wamerudi hapa. Mm. Hawana cha kuzungumza. Bodi ya ligi wanapanga tarehe. Sasa bodi ya ligi unaonea kwa lipi? Mm. Unapozungua kwenye vyombo vya habari uwe na confidence mm, ya kitu ambacho nakizungumza na uwe na ushahidi wa kutosha. Mm. Wewe unalazimisha na kwamba eti o, bodi ya ligi inaonea. Kivipi? Mm. Ndio basi tukaenda mbali kusema vianga mm, labda wana jambo lingine nje labda ya pazia, wala ukiangalia kwa hili wala haisensi. Mbona sasa hivi wamedakia Kidau wa juzuu? Sasa ameudia na nini? Kidau na bodi ya ligi wapi na wapi? Ah, kwao wamehama kwenye bodi ya baba wa bodi ya ligi, wamehamia tena kwa Kidau. Ah, ah, wasema Kidau sio amuzi. Sasa yeye anapaka uamuzi. Umeona kazi hiyo? Kwao Yanga sasa hivi ni kwamba wanaweweseka. Mimi kuna mjamaa mmoja ambaye kuniambia hivi, ningine neno linakuja ile la ubaya ubwela, of course Akasema ili ubaya bwana litavuruga mambo mengi mno. Mimi ndio simuelewe, anasema ubaya bwana huu mm. sina nika ndoiza, afu utaharibu uta, mambo mengi mm. ndio hayo unavyoona sasa hivi, anasema hii ubaya bwana imenyoka mm. italeta shida kwenye nchi. Mimi kama nimeona kama mchungaji, kumbe ni watu na yaona sasa hivi sasa mm. hivi Yanga hujulikani wanadai nini, sio zile point 3 tena, wamehama sasa hivi wanadai point 3 wanadai waamuzi mm. wanadai bodi ya ligi jiuzulu, wanadai katibu mkuu wa jiuzulu. Oh, na wakatoa waraka wao kwamba na mambo matatu lazima, yes, yafuatiliwe. Wakahama tena hapo, ndio jua wajue wanachozungumza. Wanasema wapangiwe tarehe nyingine, yani mm. <laughs> tarehe 15 wapangiwe tarehe kwa, tukiweka tarehe 16 yanga anacheza. ah. <laughs> Mchungaji ah. ah. Wamesema Machi 8 unyeleleo anakuambia ulele, ule, ikiweka tarehe 16 yanga yeah. anacheza dabi yani, maana yanga anawezeka, ajulikani ashike wapi hivi nikuulize, wewe anga leo ashike wapi? mwamuzi naanza uh -huh, mwamuzi yeye uh -huh, kidau wajiuzuru yeye, bodi jiu, wow, hmm, ya ligi jiuzuru wao, pointi tatu, wanataka tarehe kumi na tano ibadilishwe. Hawasema tarehe kumi na tano ibadilishwe, alafu wanadai wapewe mapendekezo ya tarehe nane. Kwa nini bodi ilifanya hili? Na bodi ya ligi wamesema ushahidi wao wanao, yani uchunguzi wanao watautaja, na uwezo kwa shurutisha utaje. Leo wao wangecheza dabi mm. wakiwa na mambo yao, wanasubiria itakuja tafahamika, ndio kitu ambacho wanataka kufanya. mm. ila wao wamesema, wachezi, haiwezekani timu moja ikazuia timu zote. mm. yani wewe, timu ziko kumi na sita, lakini timu moja ikazuia watu, yani ikazuia ligi isicheze kwa ajili ya mtu mmoja, hiyo kitu haipo. Narudia tena. mm. Yanga ni kama unavyoona Kagera Yanga ni kama muone na Mungu. Mm. Sema kwa sababu na wana, wana shabiki wengi. Lakini sio sababu ya kuvunja nini? Mm. Ya kuvunja sheria na kanuni zetu ambazo tunajiwekea hasa kama ni Simba kwa nafanya mambo haya. Mimi ningesema nyang'anyo point. Yes. Lakini sio la hii error inaleta kama kiburi. Inaleta mm. dharau. Wanaidharau bodi ya ligi. Mm. TFF inadharauika. Yaani wanaona wana kwamba bodi ya ligi wao hawana maamuzi. Mm. Eti Yanga ni kubwa kuliko bodi ya ligi. Naudia enao, mnielewe. Mm. Yaani bodi ya ligi inaonekana haina nguvu. TFF haina nguvu. Eti Yanga ina nguvu kuliko TFF. Mm. Chombo kinachoongoza kilabu 16 hakina mm. nguvu. Eti kwenye kilabu hizo 16 eti timu moja mm. ina nguvu kuliko kilabu. Inampangia. Hatutaki kuzaa dabi panga tarehe nyingine. Mm. We, eh, eh, Bodi ijiuzuru. Bila hivyo si hatuchezi. Wewe kama nani? Wewe nani? Wewe nani? We nani? Acha kucheza tupe pointi. Mimi narudia tena. Yanga asipokuja tarehe 15 Simba tupe pointi. Mechi ilizofuata asipocheza, watu wagawe point Chungaji, acheze playoff mm, ikiwezekana baki au ashuke daraja kama timu zingine zinapo, mm. Hii sio simba tu, sio yanga tu mm. Ikitokea kwa simba hivyo hivyo, ikitokea kwa timu yote mm. Bodi wa ligi wamenifurahisha bodi ya ligi wamenifurahisha bodi ya ligi wamenifurahisha. Huu ah, ndio msimamo ulikuwa nautaka. Wao wametoka kwenye press mm -hmm. ya yanga kukutana nao, walivyotoka wasema dabi iko pale pale anali huko kumi na sita au tarehe kumi na saba. Katibu mkuu ajiuzulu, ajiuzulu katibu mkuu kwa lipi na kwa sababu zipi? Eti anapanga katibu mkuu waamuzi Yaani kuna vitu ambavyo Yanga sasa hivi wanajichanganya. Hawajulikani wanatafuta nini. Tena watu wa kulalamika ni Simba. Timu kumi na tano, timu zinadhaminiwa. Si umeona? Kuna timu zinadhaminiwa ndani ya ligi Narudia tena, kuna timu ambazo zinazidhaminiwa ndani ya ligi. Simba ndio ingebidi ilalamike. Watu wanaingia mkataba saa tatu asubuhi, mtu anapigwa goli tisa goli tano jioni, umekuona mm, wapi hiyo kitu? Narudia sehemu, ngoja ngoja ngoja ngoja, twende sawa, tuelewane leo hii. Mtu ana, ana, ana, timu yake iko kwenye ligi alafu ana timu zingine anazidhamini huko huko kwenye ligi. Umekuona wapi mtu anaingia mkataba saa tisa saa kumi, game inachezwa, mtu anafunga goli tano Mbona Simba wasemi? Mbona Simba wasemi? Mbona mm. Simba apige kelele? Wani leo? Yanga imefikia tu mtu anafunga kwa mkono goli. Ah, ah, Yanga? Yanga kuna mechi watu mchezaji wa ko, Yanga amefunga wa kwa mkono. Lakini watu kulalamika, mbona tunalalamiki? Yeah. Ah. Simba ni timu ya mpira brother. Haiwezi kulalamika vitu vya ajabu ajabu. Yeah. Simba wamesimama. Simba ni timu kubwa barani Afrika. Mm. Ni timu namba tano kwa ubora, haiwezi kulalamika vitu vya kipuuzi. Mm. Na haiwezi kususia mechi. Ndio maana leo hii tunashangaa shangaa Yanga wamefunga goli la mkono, hiyo tunajua goli la mkono. Mpira umai kutoka Wakina Pakome wanafunga magoli, si unanisikiliza? Lakini mipira umai kutoka Wakina Pakome wanafunga magoli, sio tusemi, magoli ya mkono hadharani kabisa, tunaona leo hii eti kidao aonekane sio tasima, tuseme kidao. Eti tunamfukuza ajiuzuru huo ni ujinga, huo ni ujinga, huo ni ujinga kwa sababu tukilalamika na sisi, ligi ligi itakalika. Tukilalamika na Simba akibuka. Na na sisi tukibuka ligi itachezwa. Ah. Ndio maana nasemeje, Yanga Afrika wana lingine wasi wasilalamikie bodi mm, katibu mkuu wala TFF wana lingine tofauti na hilo, maana tukiangalia mm, hakuna kitu ambacho kina sense kwenye akili ya mtu mchungaji, wanasema tarehe 8 ripoti ipo hadharani na miongoni mwa ripoti hiyo ni kwamba kiongozi mkubwa wa serikalini eh, alizuia geti lisifunguliwe. Huyo kiongozi ni yupi? Mmeamini sasa maneno, nawaambieni yeah. Yanga wanachanganyikiwa nikwambia, yanga wanachanganyikiwa, mna nielewa sasa. Yanga wanachanganyikiwa. Yanga sasa hivi wanachanganyikiwa sasa kiongozi mkuu kaasangavi kufunga mlango <laughs>. Eti geti eti eti kiongozi mkuu eti kapigwa simu eti fungeni geti hili wasiingie kiongozi mkuu wa serikali. Huu ni uchonganishi ambao hauna ushahidi, ni uchonganishi ambao hauna ushahidi huyo kiongozi. Alafu ametaka kabisa ametaka kabisa kiongozi mkuu wa serikalini wa serikalini ni upi? Wanazungumza vitu ambavyo havina nini, havina evidence uh -hmm bele kuaminisha umma. Yani, sasa mtu umempiga yeye mm -hmm. anasema mambo na wewe, zamani wewe mwakuntukana ah. wewe si una nini eh hey, yeah. ndio inatokea sasa hivi. Yanga sasa hivi mwisho, si unaelewa ah. Yeah. kwa sababu ubingwa haupati ah. Yeah. na misimamo yao ndio inagharimu siku zote mm mimi -hmm. Yanga sita washangaa wewe mi, Yanga sita washangaa kama walishikilia ah. Yeah. sikiza kwa makini Aha. Uh -huh. mikataba, akasema Kagoma ni mm. wa kwao mbele ya waandishi wa habari, alafu Kagoma akaenda Simba. sikiza kwa makini mm -hmm. Yanga kama walilalamika, Morrison ni mchezaji wao mm wanatoa mikataba wa, wa, wa, wana kwenye meza msoni akaenda Simba. Kama Yanga ngoma wanaenda kumpokea mchezaji wao akaenda Simba, Yanga siwaamini kwa lolote. Yanga mchungaji, siwaamini kwa lolote. Mwisho wa siku ni aibu, kwa sababu yote yaliyotokea mwisho wa siku ni kwa nini? mpaka yule mwanasheria wao walimfukuza, kumfukuza, eh, walimfukuza kwa sababu inaonekana kwamba Yanga vitu vingi wanakurupuka ni vitu ambavyo vina ushahidi. Leo hii unasema eti kiongozi mkuu alipiga simu serikalini, tena ingebidi waandishi habari mumuulize ni nani. Na serikali na mpira wapi na wapi? Eh, wapi na wapi? Serikali mm. na mpira vitu tofauti. Mm, walichofanya yani, wanachofanya ya Ali Kamwe, anawachonganisha bodi, wanatonganisha nani, wanawachonganisha bodi ya ligi na serikali, ah, wakati serikali na mpira vitu viwili tofauti kabisa. Kwa hiyo mimi narudia tena, yanga mwaka huu ni sawa. Tena siku nilisema kama mm. nilisema, siku zote nilisema. Yanga mwaka huu baya, ubwela umewaingia pabaya. Sisi tulinyamaza miaka minne wakatua na sisi sisi, hatuna akili Sabahili, tumekuja na baba wenyewe, baba wenyewe ndio aweka sisi, si tuko pembeni Mheshimiwa, shughuli inapoendelea. Eh, unasikia kwa anakuambia tio nataki pointi tatu naambia, a haijakaa vizuri, akamwambia katibu mkuu ajiuzulu, a haijakaa vizuri, tarehe ya adhabi ibadilishwe, a haijakaa vizuri, waamuzi wanaibeba Simba eh, haijakaa yaani, bado wanawezika wao Simba alika barua hii moja tu siku mpaka leo, Yanga kibegena kimerudi leo. Hizo ambiwa tena tarehe badilishwe, watacheza ni rasmi, hawatoshiriki mchezo wowote mpaka hivi sasa na watajivua ligi kuu, hey.